Wanyama wanaitwa kondoo. Wale kondoo wanapotembea wakiwa mia, yule aliyekuwa mbele akifika sehemu akiruka, basi wote watakokuja wakifika pale wataruka juu, wataruka juu, kama ni mia ni mia wote, wakifika ile eneo wataruka juu, wanaendelea na safari na wala hawashangai kuna nini, midhali kiongozi wao afika pale ameruka, basi na wao wataruka. Wanajua pale kuna hatari, ni mnyama huyu. Lakini mwanadamu aliyepewa akili, aliyepewa masikio ya kusikia, aliyepewa macho ya kuona, lakini anaingia kwenye hatari. Huyu ndo Allah anasema, ulaika kal anaam, bali hao ni kama wanyama kabisa tumeshuhudia vijana na, na wengine ni wazazi wenu, ni wazazi, ni watoto wenu vijana wenu, sisi tumetuona tunaingia katika matatizo, lakini sidhani kwamba kuna mzazi. Wakati hili linasemwa, watu wanadili na simu zao, wanaangalia simu zao, wanashawishika. Kama kuna mzazi aliyemweka mtoto wake chini, hii ni hatari kubwa sana. Ikiwa wewe ni Muislamu, Qur'ani yako inakuambia jambo huna hutaki, na kama wewe ni Mkristo, Biblia yako inakuambia jambo hutaki. Unamwangalia mtu aliyekuwa kwenye mtandao, hata kuvaa hawezi, hajui, ndo amekuwa kiongozi wako. Lakini kwa masikitiko makubwa, hata baadhi ya viongozi wa dini kwa taaluma waliopewa na huyo Allah Subhanahu wa taala, na wao wameingia huko huko. Sasa hili Allah anatuambia mwanaadamu akiwa na sifa tatu hizi alizopewa na Allah, akili, masikio, macho, asitumie vizuri, huyo ni kama mnyama. Sio mimi, ni aya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Ndani hiyo, mmoja katika maswahaba Abikatada akasema, inna Allaha khalaqal khalqa, Mwenyezi Mungu aliumba viumbe. Warakaba fihim alaqla wa washahwa akawapa akili na matamanio, wakhalaka lmalaikata, na mwenyezi Mungu aliumba malaika, warakaba fiha lakla, akawapa akili tu za kufahamu, wakiambiwa na Allah fanya wanafanya wala hawamuasi mwenyezi Mungu. Wakhalaka lbahaima warakaba fiha shahwa, kisha Mungu aliumba wanyama akawapa matamanio tu. Sasa sahaba huyu anasema Faman kana aqluhu akbar min shahawatihi, yule ambaye akili yake itakuwa na uwezo mkubwa wa kufikiria mbali, kana ala ala darajatan min almalaika, huyu mwanadamu huyu atakuwa na daraja ya juu kuliko malaika. Kwa sababu gani? Malaika kapewa kitu kimoja tu, kapewa fanya unafanya, kapewa akili. Lakini wewe umepewa vitu viwili akili Alafu, na kishawishi umepewa akili na kishawishi. Sasa ukimudu ku ukikimudu kile kishawishi chako ukafuata yale Mungu anokuambia, wewe umemshinda malaika, sababu malaika alipewa tu akili na anaamrishwa na Allah, fanya. Lakini wewe ulipewa akili na matamanio alafu ukapewa khiari Ukiona kinakufaa fanya, ukiona kikufai acha. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Allah alikwambia hivyo, nimeshakwambia hili heri na hili hapa shari, ukitaka utaamini, ukitaka utaacha. Kwa hiyo kuna kishindanishi ambacho ni matamanio, wewe ukiwa unakifuata hicho, ndio unapewa wewe ni kama mnyama, lakini mnyama alipewa shahawa tu lakini ndio huyo Mungu atuambia, balhum adhallu, bali wanadamu sisi tumepotea. Tutakaokuwa hatutumii macho yetu vizuri, hatutumii akili zetu vizuri, hatutumii akili zetu vizuri na masikio yetu, basi tutakuwa tupo katika hatari kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wataala. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ametumba wanadamu, alafu akatuheshimisha. Tutumieni sana akili zetu na ndiyo maana kuna maneno yanasemwa yananasibishwa na hadithi ya Mtume, lakini si hadithi ya Mtume. Ni maneno ambayo yanaleta faraja kwa mwanadamu: idha aradta an tafala amran fatadabbar aqibatahu, unapotaka kulifanya jambo lolote, kabla hujalifanya, tunaambiwa angalia mwisho wake utakuwaje we ni mwanadamu, umepewa akili. Kwani hivi hili mimi nilifanya alafu mwisho wake utakuwaje? Akasema fa inkana khaira, hilo jambo utakalolifanya likiwa lina faida kwako, lina khairi kwako, famdhihi, basi lifanye. Wa inkana sharra, ikiwa lina shari kwako na jamii nzima, fanta, achana nalo. Sasa mwanadamu ikiwa amepewa akili ya kufikiria namna hii halafu yeye mwenyewe hatumii akili yake kwa kufikiria lile analotaka kulifanya, basi kwa kweli tukubali lugha aliyotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba sisi tutakuwa kama wanyama. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atue, atuepushe na atuondolee katika sifa hii ya unyama, atupe ile heshima yake aliyotupa Allah Subhanahu wa Ta'ala.

wa dini lhaqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha lkafirun amma baadu faya ibada llah usikum wa nafsi bitaqwa llah azza wa jalla. Ndugu zangu katika imani, nimalizie khutuba yangu katika Qur'ani, ukiangalia asilimia sitini mpaka sabini, Allah ametufundisha vitu kutumia mifano na akatuelezea mifano kwa sababu mara nyingi jambo linapokuja kwa mfano, hata mwalimu wa shule hawezi kumwandikia mwanafunzi hesabu alafu akamwambia fanya, kabla hajampa mfano wa ile hesabu atakayompa aifanye. Na Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ni hivyo hivyo, huwa anapiga mfano katika eneo ambalo yeye analitaka, ili wewe mwanadamu uchukue mfano, si katika kutoa zaka, si katika sadaka, mota ametoa mifano Mwenyezi Mungu lakini pia hata katika amani na utulivu Mwenyezi Mungu ametuletea mifano, tena mifano ya miji mitakatifu kulikoni miji yetu hii. Allah anasema, wadharaba llahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmaina. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ametupigia mfano wa mji, mji huo ulikuwa ni wenye amani, kisha mji huo mutmainnatan ni wenye utulivu. Yatiha rizquha raghadan min kulli makani, ule mji ulikuwa riski zake unaujia kwa nafasi kutoka kila aina ya upande wa dunia. Ilikuwa hawana shida watu wa Maka wakati wa uhai wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huu ni mji wa Maka tena ametupigia mfano wa mji ambao ni mtukufu aliuonja huo mji asema, huu mji ulikuwa na amani halafu na utulivu. Si tunasomesha watoto liilafi Quraish ila fihim rihlat ashitai wasaif falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. watu wa Maka walikuwa wanaogopewa, ni wafanya biashara. Lilipotokea tukio la kuangamizwa Abraha, waliokuwa katika maeneo yale, nchi nyingine zile walikuwa wanaogopa watu wa Makka. Wanasafiri usiku na mchana na wakionekana wanaambizana, msiwaguse hao, ukimgusa umeleta balaa. Wanauza na walikuwa matajiri wa ajabu, lakini mwisho wa siku neema zile zikawalevya, fakafarat bianumillah, wakazikufuru neema za Mungu zile za amani na utulivu, riski kuwa nyingi, wakakufuru. Kilichofuatia Mungu anasema faadhakaha llahu libas ljui wal khawfi, Mungu akawap, akawavisha vazi la uoga na khofu na njaa, bimakanu yasnauna kwa haya leo ya walioyafanya ni yapi? Kwa sababu hawakukubali kumfuata Mwenyezi Mungu na kuyasikiza aliyoyasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ule mji wa Makka ni mfano wa wazi huu, lakini Mungu aliutia hofu, badala ya kuwa wao ndio wanaogopewa, ikawa sasa wao ndio wanaogopa, ilikuwa hata mchooni haendi. Na sisi nasi zile siku tano tatu zile tuliziona Ilikuwa mtu anaenda dukani kununua chakula, kama unanunua madawa wa kulevya. Ule mwenye duka na yeye anafungua, anafungua geti, yani kama mnauzia na madawa kulevya. Yani uwai nyumbani kwako, saa kumi na mbili isikufikie ukiwa barabarani, na watu waliona ile adha. Hivi kweli Waislamu na hata wasio kuwa Waislamu hatukujifunza kitu? Tumejifunza, na kama tumejifunza basi tufate somo zuri sana Uislamu, hata mwili wako huu viungo vile, asubuhi ukiamka vinaomba amani kwa ulimi. Mtume anasema idha asbaha ibn adama, mwanadamu akipambazukiwa asubuhi, akiamka, fa innal a'dha'a kullaha tudhallilu ala llisani viungo vyote vya mwili hivi vinakwenda kudhalilika kwa ulimi, vinamwambiaje? Ya lisanu inna inama nahnu fika, sisi unavyotuona tuko pamoja na wewe, ni katika sehemu ya mwili fa inna ma nahnu bika. Halafu wewe bwana ulimi wewe, ukienda vizuri, sisi tutasalimika kwa ajili yako na ukiharibu na sisi tutaharibikiwa kwa ajili yako. Fain stakamta ni viungo vya mwili vinaowambia nani? Ulimi. Vinadhalidika kwa ulimi, wamwambia wewe, ulimi, hakika sisi tutanusurika kwa ajili yako, na sisi tutapata madhara kwa ajili yako. Wewe ulimi, fain stakamta, tukwambie tukuambie, mwenzetu, ukinyooka wewe, ukiwa sawasawa, istakamna na sisi viungo vingine tutakaa vizuri, wa in wajajta. Lakini wewe ulimi ukenda kombo ukakosea iwajajna, eh, na sisi viungo vyote tutakwenda kombo. Hivi hakuna mtu aliyekutukana alafu mkono ukenda kichwani unamtukana mtu sijua, mbamaako njoo alafu anakupiga konzi Aliyetukana ulimi, lakini maadha anapata nini? Kichwa. Sasa ikiwa viungo vya ulimi vinaomba amani kila asubuhi, wewe mwanadamu vipi? Wewe mwanadamu vipi, unashindwa na viungo ambavyo havisemi, vidole, mikono, macho, pua, vyote vinadhalika kwa ulimi. Sasa leo tunaona yale yale madhara ambapo viungo vinaamka vinadhalidika kwa ulimi, lakini wanadamu tuliopewa akili, tuliopewa kusikia, tuliopewa kufahamu, hatupo katika hali hiyo. Kwa nini Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu? Kwa hiyo tumejifunza katika zile siku tano, unaenda dukani kununua unga wasembe, kama ununua unga madawa ya kulevya mwenye duka anaogopa, alaja ambia usifungue duka, lakini yeye mwenyewe tu ile hali akiangalia, naona kama hivi, nikifungua tu basi itaingia hapa hapa risasi kwenye kwenye geti langu. Na wewe mnunuzi, kinunuapa pe, nawasiwasi pesaatu usilipe vizuri, unakimbia nyumbani. Na wengi ukitazama katika televisheni wana, wanaomba wanawaomba wenzao, jamani, msirudie tena. Na wewe ndugu yangu katika imani, hasa vijana wenzangu mnapokaa mna maskani humo, basi ambianeni, walikuwa wanafanya kazi hawakwenda makazini, hasa wale wenye kuwa wana biashara ya kujiajiri wenyewe wapate, ndo wakale ndo walioathirika. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya watu wachache ambao hawakutumia neema tatu walizopewa na Allah: akili, macho na masikio. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe waislamu

wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ewe mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, tunakuomba uijalie nchi yetu ni in nchi ya amani, utupe utulivu, na tunakuomba ya rabbi, wajalie vijana wenzetu na wazee wetu wawe ni waalimu wazuri katika kuifundisha amani ya nchi yao Allah, tujalie tunakuomba kila ambaye anaikusudia nchi hii ya Tanzania ubaya wa aina yoyote, basi mshughulikie mwenyewe kabla hajaufikisha ubaya katika raia wengine. wasala sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillah.